Kwa mtaji wa shilingi milioni moja unaweza ukaanza hii biashara ya, ya vipodozi okay. Mi mwenyewe nilianza hivyo, so nataka ni kuonesha ni vitu gani unavipata katika hii shilingi milioni moja wapendwa wangu. Okay, utapata hapa snail cream hii hapa ya 96 unazipata hizi hapa tano, milioni moja hiyo, pamoja na tona yake. Hizi hapa unapata tano kwa ile ile milioni moja. Unapata seti ya serum hii hapa, ni moisturizer cream. Hii hapa unazipata ziko tatu kwenye hii seti. Yes, kuna vaseline hapa unapata ziko sita, aina zote tofauti tofauti. Kuna cocoa butter, kuna hii hapa ya advanced repair, kuna hii hapa ya essential healing kwa wale ambao ni tatizo ya ngozi. Okay, zote unazipata hapa zikiwa sita. Unapata pamoja vaseline hizi hapa zikiwa aina zote unapata nazo sita, okay? yes, na pia, unapata cleanser. Hii hapa ni SPF ya AM unaipata fasho ya asubuhi, unapata pamoja na ya usiku, unapata nazo zinakopo tatu tatu. Okay. Uh, baada ya hapo bado unapata cleanser yake nazo zinakuwa tatu ya ya CeraVe. Okay? Yaani hapa ni wewe mtu ambaye unamtajia kwa shilingi milioni moja. Bado kwa ile milioni moja hivyo cha hivyo unavipata, nitawekea na picha yake muone vizuri, unapata hizi shower jelly, unapata sita. Unachagua, tuna aina kumi na tisa za shower jelly, kwa hiyo kuna ya kofi, kuna ya milk, sijui kuna ya turmeric, kuna ya niacinamide, zote ziko hapa. Unachagua sita. Alafu moja ya saba ya nyongeza. Endapo utakuwa umenunua full set ya shilingi milioni moja. So kwa ambao unataka kuanza biashara hii, hapa hizi ni product pendwa sana ambazo zinatoka zaidi na uhakika. Ukiuza unapata faida hata mara tatu mara nne. So, hebu imagine milioni moja, rundo lote hili hapa eh, utaongeza faida gani? Nimekuuzia bei sawa na ya kiwandani. Tupigie simu kwa namba hizo hapo. Yes, tuko hapa mwananyamala a. Jiunge eh, kwenye group letu uendelee kuona bidhaa zetu zaidi.